Watanzania hamsini na wanane wanaodai kuishi kihalali nchini Msumbiji na kufanya biashara wameilalamikia serikali ya nchi hiyo kuwaondoa kinguvu bila kuwaeleza makosa yao, huku askari wa nchi hiyo wakidaiwa kuwapora hati za kusafiria, fedha pamoja na simu za mkononi. Ofisi ya uhamiaji mkoa wa Mtwara imekiri kuwapokea watanzania hao wakiwa katika mazingira magumu. Tujiunge na mwandishi wetu Martina Ngulumbi kwa taarifa zaidi. Watanzania hao wamedai kuwa wengi wamekamatwa wakiwa katika biashara zao na wengine wakiwa safarini, na hivyo kuingizwa katika magari ya polisi ya Msumbiji na kuwekwa mahabusu siku tatu bila kula, huku wakiwa na watoto wadogo, na siku ya nne wakasafirishwa hadi mpakani mwa Msumbiji na Tanzania na kukabidhiwa kwa askari wa uhamiaji wa Tanzania waliopo boda ya Kilambo katika wilaya ya Mtwara. Na miaka sita Msumbiji, nilikuwa na mashamba nimelima, nilikuwa na banda langu la biashara, na yani tumekatiwa mpaka mashamba na biashara yangunaliokoteza na uhai mpaka saizi, mdogo wangu ambaye kwenye Facebook anaitwa Ali amekatwa kata mapanga tukajua siku hiyo skuo majamba lakini, siku hiyo walioingia wa, mapolisi wa, wa, wa, wa, wa pale akakatakata mapanga na a, akafa kwa mfano, mimi nilikuwa na duta la nguo na vitodozi na baaya uwa, lakini sasa hivi nasemekana wale askari wameshavamia ile baa wameshaanza kutoa vitu. Kufuatia hali hiyo, Watanzania hao wakaenda mbali zaidi na kusema kama ni vipi mipaka awa tutangazie, lakini hakuna mtu hapa anayefanya kazi ya madini. Hakuna mtu aliyekamato kwenye machimbo, hakuna mtu alie kamato. Una pasipoti na kila kitu, unaambiwa kaa kule, hakuna kuojiwa. Tumekaa ndani zaidi ya siku tano, hakuna kula, hakuna kufanyaje, hakuna simu. Juzi tukachukuliwa kagiza kwenye lori uza kwenye lori lile pale kauliza mtapewa. Kwa upande wake, naibu kamishina wa uhamiaji na afisa uhamiaji mkoa wa Mtwara Rozi Muhagama amesema taratibu zinazofanywa na ofisi yake ni kuhakikisha watu hao wanapokelewa sambamba na kufuatilia kwa busara mali zao ili warudishiwe. Ha, Watanzania hao hawakuja kwa utaratibu wa kawaida zaidi ya kulazimishwa na kufukuzwa nchini Msumbiji. Sababu na kisa cha kufukuzwa kwao haikuweza kubainika mara moja. Maana yake ni kwamba kulikuwa na malalamiko ya kadha uh, wa kadha, yakiwepo kwa kunyanyaswa, lakini kupigwa, kuporwa mali zao, kulazwa mahabusu siku tatu bila chakula, lakini vingine kutopewa pia nafasi ya kujieleza. Hata hivyo, Watanzania hao ambao wanatoka mikoa mbalimbali mbali nchini wamesifu ofisi ya uhamiaji mkoa wa Mtwara kwa kuwapokea vizuri na hata kutua msaada wa kuwasafirisha kutoka boda ya Kilambo hadi Mtwara mjini na kuwapa matibabu baadhi yao ambao walionekana kuugua katika msafara huo. Maritina Ngurumbi, TBC Mtwara.